Ni. Unanishangaa nini? Nimekuja kufata hela ataka, sista. Si hujata na salamu, sista? Yenyewe hapa hivi tumepata yenyewe majanga huku ndani, yenyewe nimekwidwa kinyama. Nimepata ni taarifa zenu humu ndani vijana kuwa nyie ni wasumbufu. Sasa leo sing'oki wala siondoki, mpaka mnipe hela ataka Yani sio kwamba ni usumbufu sista, ni sikiliza, yani ni kwamba tu staili wao kuja nao wenyewe hapa yenyewe yenyewe, ni watu zina namna gani tizi hakuna namna na sisi tunarukana, unaruka nao. Leo mtanipa hela miezi mitatu iliyopita ambao hamjalipa, ili niondoke. Yani lazima mnipe hela miezi mitatu. Ah, mwanangu, hata bora umekuja isi. Almas, uliku kuja kunitembelea hapana? Mi sikuja kukutembelea, nipo kazini, nikataka kudai hela za taka

Da, maana nakupendaga sana Almas. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na uzao wa tumbo lako la umebarikiwa vile vile. Si nikupe nini, mama mtu? Wasikia, baadaye nakuja kwako pale <laughs> uniandalie vile vile vitu vyangu, si unaelewa, mama mtu? Safi. Sawa basi muwe mnasema mapema, hata hao wenzangu wanaopita, mnaambia hapo Almas kashapita. Ah sawa, mama mtu, usiwaze. Tutasomana basi. Ah poa poa. Haya. Andakuja eh? Sawa. Ah poa poa.

Namba unayoipigia haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye. Thank you for choosing Vodacom. The number you're calling. Chagua Vodacom. Namba unayoipigia haipatikani kwa sasa Tafad da sa so napatikana na shida gani? sasa hivi ni wiki ya pili nampigia fapatikane, hmm. na sio kawaida yake kuondoka bila kuniaga Nah, sitakuwa kashaa vato na nini uko enda jamani. Subiri ikisha siku ya leo bila kupata taarifa yote, mimi inabidi niongee na uongozi wa chuo au niwapigia wazazi wake. Mke mwema anatoka kwa Bwana.

Halo? Halo? Salama kwema? Ndiyo e, uh? E, bila samani. Eh, nakusikia, nakusikia ndiyo. Nani? Agata? Ya, ndiyo namfahamu, nilikuwa na, na naishi naye, ndio hapa, ni mwanachuo mwenzangu. kuna, yeah. kuna tatizo akuna hmm. jivu kutoa mimba i amefariki.

Okay bebi, ngoye niondoke ni wewe hostel. Nimefurahi kukuona, natumaini nawe umefurahi kuniona leo. Sofia, mi nilijua leo utasubiri tupike tule then jioni ndo uondoke. Kwa nini nawai sasa? No well, na at that time kipindi natoka kule nilifua, kwa hiyo sasa hivi nguo zangu zitakuwa zimekauka, nawa kuna kuanua sina namna. Lakini nilitamani sana uendelee kuwepo, ila ngoya nikusindikize twende, usije ukachelewa hostel.

Ohuyu aliyo kuibia yupoje? Yani, anaonekana vipi? Muonekano wake yupo vipi? Ngule, mambo gani hayo mwanangu? Nakosa kuibia wote hapa mtaani, na mwibia shemeji yako mwanangu? Chali yangu kila demu ni wifi yangu, kila demu ni pisi yako aise. Na bwana, nipe pochi hiyo mwanangu. Acha huyu, unjui kama ni demu wangu si wama mtu shika basi, wa eh, siku nyingine mtu akikuibie, uliona nakupoa. Tumwambie nini? mimi mi nani? mi mali ya Willynass, saa amna yote nae kuzingua. Wask, huyu ni familia, ameteleza. Odi odi odi odi odi, karibu nani. Sasa mimi nyumba habari yako? Salama kwema. Safi kwema? Kwema. Eh, vipi kodi yangu imefika hapo? Bado sijapata. Mimi nikipata boom nitakulipa hela yako. Ah, mimi najua wewe vijana wewe, watu wa starehe za kujiachia. Mimi nyumba hii si ya kwangu, mimi kama msimamizi tu. Eh, lakini boom bado, mimi nikipata boom mimi nitakurudishia kodi yako mzee. Mimi nitaamini mpaka lini sasa? Kama umeshindwa basi utoe tu utwe, utwe, vitu vyako unacha chumba changu anko. Naomba unisaidie mwezi wa nne, yaani mwezi wa nne, hizi bumu mtapata, afu nitakurudisha. Ee, mangapi unasema? Unasema hivi bumu, kifika, kifika bumu am, amkumbuki kifika bumu bumu vijana wengi, wakakaa hapa wanakujiachia huko, au sio? Hapana, si turudia. Mimi msimamizi tu wa nyumba, mimi ninachoomba, tuseme tukafika mbali, mimi naomba unipe tu, utoe vitu vyako nje, unisaidie. Eti nimekusaidia sana, lakini vijana mnajiachia sana nini? Eh, nachoomba tu toa vitu basi unisaidie. <laughs> kusaidia manyingi natosha, toa vitu vyako, unichelesha unichelesha amana kazi kusaidia miguunaykufungkitanda nakujanw katika Bwana Amina. Natumai mko salama na mna amani kabisa kabisa. Basi siku ya leo, ningependa kushare na nyinyi kitu kidogo hapa kuhusu jinsi vile Mungu aliupenda ulimwengu mpaka katupatia mwana wa pekee mpaka siku leo sisi tunapumua, tuko kwa namna hiyo. Ukisoma Yohana Mtakatifu mlango wa tatu na ule mstari wa kumi na sita maandiko yanasema kwamba kwa maana kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee, ila kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Mungu ananipenda mimi, Mungu anakupenda na wewe pia Amina. Sasa wao akatupa nafasi, akatupa kibali cha kuwepo hapa. Ni wengi sana ambao walitamani kuwepo siku ya leo mahali hapa. Mm-hmm. Lakini wengi wamekosa, lakini sisi tumepata hiyo nafasi. Sio kwamba sisi ni wema sana, wala sio kwamba sisi ni watakatifu sana kuzidi wao. Bali, tu ni upendeleo kutoka kwa yeye. Haleluya. Basi tuzidi kumtumikia yeye na kuyafanya mapenzi yake, kuzingatia amri zake na menendo ambayo ametupa sisi tuishi nayo. Amina. Amina. Amina, Mungu awabariki sana. Amina, mtumishi. Amina. Mambo oh. Aa ah, dada ni unasoma eh? yeah, ni kabinza, ni mamboza, ah sahii. Ah hivi dada unasoma kozi gani vile? Procurement. Ah sahii oo oh. Ah mwaka wa ngapi vile mrembo? Wewe kaka, vipi hata nikuambia, atakusaidia nini? Anajua hawezi kanisaidia kitu chochote. Ila dada wangu, najua tangu nimefika hapa chuoni sijai ona mwanamke au msichana mrembo zaidi yako. Mimi, kaka. Una shida gani lakini? Ah, yani to make long story short, yani, ya yeah. Dadangu mimi naamini ukinikubalia hautojutia sababu mimi ni tofauti kabisa na wanaume wengine, wanaume wengine yani hivyo. Mimi nimekupenda dadangu. Halo, samani kwa usumbufu. Shalom shalom, shalom, tumshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Kama ka. Ah, alo, kijana hapo? Naam. Upo, naona umetulia sasa no. Eh, mimi ni mtu kutoka Kasfeta. Nadhani mnafahamu kuhusu Kasfeta. Na, yeah. Na utumishi ambao tunapatikana mashuleni, tunahusika na kusambaza injili. Yeah. Amina. Amina. Amina. So nikaona nipite kidogo hapa, tushare mambo kadhaa kuhusu injili. Sasa, sijafahamu mwenzangu kama una dini au unasali. Na hapa kijana, mala nimekwambia Bwana Yesu asifiwe. Umesema kama kaa, ndio mtumishi, nasali, naimba kwa pia. Oh, hongera sana. Asante kijana hapo, mimi tangu wazazi wangu walipoachanaga, ndio ndio, na mimi wa wa po, niliamua. Pole sana kijana, lakini usijali, Mungu bado anakupenda. Ukipata nafasi, hebu njoo pale ambapo tunasalia wana casfit. lakini siku ya leo nikapita nikasema nije kwenu tuzungumze kuhusu jambo ambalo limekuwa ni changamoto kubwa, hasa kwa wanafunzi wa chuo. Wanafunzi wa chuo wengi wamekuwa pitia, wakipitia changamoto ya uzinzi na wanatoka na magonjwa mengi kadha wa kadha, lakini siku ya leo hebu tuzungumze, tuangalie katika Timotheo wa pili, Timotheo wa pili mlango wa pili na ule mstari wa 22. mbili ukipata nafasi unaweza ukanote hapo ukaipitia kwa wakati wako, lakini sasa nikaisoma. Inasema, lakini zikimbie tamaa za ujanani, zikimbie tamaa za ujanani, ukafuate haki na imani na upendo na amani pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo wote na safi kabisa. Hivyo kama vijana wa chuo, inabidi tuwe ni watu wa kuzikimbia tamaa za ujanani, tusiwe ni watu kukimbilia uasherati, uzinzi, sababu madhara yake ni makubwa sana. Hivyo tuepuke hivyo vitu ili kusudi mwisho wa siku tukakae na watu wenye amani, ili kujenga matokeo mazuri, mwisho wa siku natoka chuo ukiwa na matokeo yako mazuri, GPA nzuri, imekaa vizuri. Amina wapendwa, amina. Nashukuru sana mtumishi wa Mungu, umeniongezea imani, nimezidi kukua kiimani sana, ya naweza kushinda majaribu ya, ya uzinzi na mashetani yote ya sasa hivi, maana dunia imeharibika. Asante sana, hongera sana, hongera sana na mimi nashukuru mtumishi, umeweza kuniongezea imani, imani, yeah, e, imani iliyokuwa imekufa Yeah. E, nashukuru mtumishi. Oh, sawa sawa, nashukuru kwa kunipa wakati wenu. Basi niwakaribishe tu ibadani, mkipata nafasi msisite, ongeleni sana mm. Muone dada yangu, yani mimi hapa ukinikubalia, yani naahidi tutakuwa tunasali wote, kwa kuwa nimena noni mtu nayependa imani, unapenda dini e, tutakuwa tunasali wote ukinikubalia. Hivyo kaka wewe, unajitambua kweli? Yaani mtumishi wa Mungu ametoka kuhubiri muda sio mrefu, alafu anaendelea kunitongoza. Unajitambua lakini yeah? yeah? Anyway, hata kwenye Biblia Yusufu aliashinda majaribu kwa kukimbia. Ngoja nikuache kwanza. Ah, sasa, dada. Yaani... nani nani pengine wasumbufu sana ah. Kumbe niwe singeingia tu. Acha na masaibu kibao huko, mwenyewe nipo mwenyewe. Ingia, imeingia dogo, wacha mambo yako Wewe, shida nini nini shida nini shida, nini, shida nini? Eh? Mwanangu kuna demu mmoja nimekutana naye pale chuo pale eh. Mtoto ni amenyoka ah, kumtokea na naetea maswala ya dini, maswala ya imani a mimi naamini ningempata yule demu ningeacha yani, mwana wangu ungeishia pale, ungekuwa mwisho pale, wewe ni kama thelathini na ni... <coughs> kitu. Sasa toka leo unaanza kuniambia wewe na mademu, wewe ni ni hivi. Wewe mtoto, mwanangu yani, sema hujui tu utazali, ningekuonyesha hata wewe mwanangu utatoboa, wewe kwa mtu mwanangu utatoboa, achana na wanawake utatoboa. Sasa mwanangu, mimi nimekuja hapa, nimekuja hapa angalau nipe hata idea nifanyaje mtoto wa dini Dafanya, tu, eh? Anake, si uh, kuambija, yeletea, mambo yataenda. Ukifika wakati utafanya tu, shida nini? Utamaliza masomo, haya wanawake utakupeleka wapi? Utamaliza masomo, naomba waondoke